Hukimbia hmm. Kama kivuli wala hakai kamwe. Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye na, na kunitia katika ukuu pamoja nawe na, ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Kwa, ma, kwa, kwa kuwa siku zake zimeamriwa hesabu ya, mie, ya miezi yake unayo inay, wewe nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita. Amen, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tumesoma maneno ya Mungu ni habari za mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu alikuwa mtumishi wa Mungu tena mwaminifu mm. na Mungu alijitapia kuwa na Ayubu sababu biblia nasema, <coughs> katika nchi yote ya usi hakuna mtu alikuwa mwaminifu sawa vile Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. kicho neno yetu kwa dakika chache ya kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni chache, tena zinajaa taabu. Yeye uchanua kama vile ua, kisha ukatwa; hukimbia kama kivuli, wala akai kamwe. Bwana asifiwe. Hakuna mwanadamu ambaye hatakufa, hata uwe <laughs> hata uwe nani, hata uwe tajiri, hata uwe maskini wa mtu ambaye una makonesansi konesansi hawezi suia usikufe, pesa haziwezi suia usikufe, marafiki haziwezi suia usikufe. Lakini jioni ya leo jiulize, ni kifa nitaenda wapi kabisa? Bwana asifiwe amen. Kifo kwa kila mtu mm. Hakuna mtu ambaye atakufa. Nikiuliza hii jamaa, hawakupanga siku ya leo, imetokea tu ghafla, baba ametuacha. Hakuna mwenye alipanga, hakuna mwenye alikuwa anajua, lakini ni kawaida, kila mtu atakufa. Nani mwenye atakufa? Hakuna hii nakiwa tufanye nini ni kutufundisha sisi kujua ya kwamba unaweza kuwa na mie, sai niko na ubili lakini kesho asubuhi unaweza namkia kukilio kwetu, nilikufa Jo, maisha ile kabisa se unaweza nisikia niko na yama hapa kutangaza Injili, lakini sijua Mungu anapanga nini kwa ajili yangu usiku ya leo